Ukisoma historia ya watu wakubwa, wanachuoni wakubwa, utakuta kwamba wengi wao wameyafanya ya manufaa baada ya kupata madhara. Hao wote ikina Ibnul Qayyim al-Jawzi kina Imam Bukhari almuhaddithun wote walokusanya hadithi hizi, mpaka leo tuna Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Daud, Sunan Tirmidhi, tuna hadithi nyingi, vitabu vingi hivyo, vya kina Ibn Taymiya. Hawa wote wakikuhadithia, walivyovitunga vitabu vyao na fatwa zao nyingi, wamezitoa wapi? Hapa kuna walotunga vitabu wakiwajela Mi namjua mtu mmoja amehifadhi Qurani akiwa jela, alipokuwa nyumbani kwake wala hakuwa hafidhul Qur'an <coughs> lakini baada ya kutiwa ndani akaishi kule jela miaka zaidi ya mitatu, akitoka amehifadhi qurani yote. Amepata wakati mzuri wa kuhifadhi Qurani alipokuwa jela, na ushahidi mkubwa ni kitabu cha tafsiri kinaitwa Fi Zilali al-Qur'ani Fi Dhilal Alquran, kama umewahi kukisoma, ni cha bwana mkubwa anaitwa Sayyid Qutbi, Mungu amrehemu. Huyu bwana ni hawa watu walioitwa Ikhwanul Muslimin kule Misri, ambao ni ndugu zetu zote. Jamaatu hawa walikuwa na aadha, miongoni mwa aadha huo ni Sayyid Qutbi, ambaye kati wa ndani amehukumiwa kunyongwa, baadaye na alinyongwa kweli. Alitunga au alitafsiri qurani inaitwa Fi Dhilal Alquran. Yani, katika vivuli vya Qur'an, tafsiri hii ni mufid. Kaitunga au kaitafsiri kitabu chake hiki mujalladan akiwa jela. <coughs> Jela jamani, ndio unapata nafasi ya kutunga vitabu na kutafsiri Qur'an? kwa ni jela ni mahala pa kutembea kama forodhani ukakaa umeburudika? Jela ni mahala pa idhilali, jela ni mahala pa shida. Afande akitaka kuhesabu watu jela anahesabu watu kwa rungu. Mnapangwa line na alafu anapiga mmoja mmoja rungu. Kichwani kilia pale kama mpano wa ngoma ndio anasema moja ndio ishakaa katika kichwa hicho. Mtu kwa naumia anasema ai, umeniumiza. Ukisema umeniumiza afande anasema umenikosesha hesabu. Anaanza tena. Ndio male paraa hapo. Mara unaambia ondoa bloki hizi mia mbili ziweke pale. Nikifika jioni unaambiwa azichukue hapa zirudishe pale pale ulipozitoa. Ndio mahali bara hapo. Wala usiombe. Mimi nilikuwa na mjomba wangu mmoja amewahi kutiwa jela kule Mombasa. Kuna gereza moja inaitwa Shimo la Tewa, yaani shimo la chewa. Chewa ni mnyama, ni samaki, ana mdomo mkubwa. Basi ukiingia pale kama umeingia shimoni, basi kakamatwa Hana kitambulisho identity card, kawekwa ndani, nafikiri wiki mbili au wiki moja tu. Baadaye alipotoka anasema, mjomba, mimi nikisikia wewe umewekwa ndani, kama na nyumba yangu mpya nimejenga leo bado kulala tu, nitaiuza nije nikutoe. Kwa balaa nilizoziona, so kule tunahesabiwa kwa rungu moja, mbili, tatu, sio tena kama ile unaguswa hivi la, unapigwa rungu hasa, moja mbili. Sasa uvumilie, ikifika wewe kwamba mwenzako ukapiga, ai, nimeumia, anasema umenikosesha, inarudi tena kule kule mwanzo. Ziko baadhi ya magereza watu wanahesabiwa hivyo, yako baadhi ya magereza, bali kuna makubwa zaidi ya hayo. Mazingira ya kutisha, sio mahala pazuri. Lakini Sayyid Qutbi akaingia gerezani, magereza ya Misri ulikuwa kuna mbwa wamefugwa kama mfano wa farasi kwa ukubwa, kazi yao kula nyama za watu tu, na ndio magereza hayo hayo waliofungwa akina Sayyid na majalladi wenyewe yupo mmoja, wanasema akiitwa Hamzatulbasioni, yeye alikuwa akiwaadhibu zaidi mashehe na waulama na watu wa dini. Basi wakipiga kelele kwa kupigwa vile viboko, vya viboko vya kahraba, vya, vya stima vya vya umeme wanapigwa v vya umeme tocha, basi wanalia ya Allah, ya Allah, wanamlilia mwenyezi Mungu. Basi Hamzatulbasioni akiwambia huyo Mungu yuko wapi mnaimwita yuko api? hata akishuka Mungu wenu kutoka mbinguni, seli yake nambari kumi na nne tunamtia. Yani kulikuwa na kulikuwa na seli nambari kumi na nne ukiingiza humo ndani hutoki mzima. Kuna mbwa mkubwa, kazi yake kula nyama za watu. Mbwa amenona kwa kula watu tu. Basi anasema hata Mungu akija tutamtia seli namba kumi na nne kwa sababu akitiwa pale hatoki salama, hata huyo Mungu basi Aliwahi kuingizwa mmoja katika wanachuoni humo ndani, seli nambari kumi na nne, kapelekewa na mbwa. Basi anasali mbwa kakaa pembeni, anamlinda badala ya kumla. Akimaliza kusali mbwa anamtizama, askari anatizama, anasema jamani, mbwa amemlinda badala ya kumla bosi. Wakaambia mtoeni mbwa wetu asije akapata homa. Wakachukuliwa mbwa akatolewa, yule bwana kaachiwa, kahama kabisa nchile

na nikifa nizikwe katika Baqi. Kaandika mashairi haya baada ya kutoka jela. Kule alikwenda zake Saudia, akapokewa na, na mfalme wa Saudia, King Faisal, kisha akaishi Madina, akafa Madina, akazikwa katika Baqi al-Gharqad. Wasia wake ule, ule Mungu akamjalia akamtimizia. Basi huyu mtu alipokuwa katika jela pia aliambiwa tusomee Qur'ani uran kinyume nyume Kaambia soma suratul Fatiha. Unajua kusoma suratul Fatiha? Unahifadhi Qurani. Wewe si ni Sheikh? Wewe si ni Imamu? Kaambia iqra suratul Fatiha bil maqlub. Soma suratul Fatiha kinyume nyume. Yaani uanzie wala dhalli, usianzie Bismillahir Rahmanir Rahim. Ngalia wanavyotesa watu kule, kuna maana ya kutesa kwa kutesa hasa. Wewe si ni Sheikh? Soma Qurani kinyume nyume. Kuna watu utaja eti wanasema ukisoma Yasin kinyume nyume unaruka. Sio kweli.

Basi mwenzetu alipokuwa jela, ndo kapata nafasi yeye ya kutafsiri leo. Kitabu cha tafsiri kimeleta manufaa makubwa kwa umma wa Kiislam. Je, haikuwa kwamba hilo lina manufaa? Je, jela ni mahala pazuri ni mahala pa kuridhisha au ni mahala pa kughadhibisha, pa, ku, pa kuleta dhara? Ndo rubba dharati nafia, huenda la madhara likaleta manfaa Kapelekwa jela, kasukumwa jela, ikawa wametafara, amepata wakati wa kudili na kitabu cha Mungu. Mwingine anatoka ni hafizul Qur'an, wametumia vizuri wakati huo. Fatwa nyingi za Ibn Taymiya za Ibnul Qayyim al-Jawziya zimetoka wakati walipokuwa wamezuiwa au wamefungwa au wamekuwa wamepata dhiki na wanachuoni wengi wanatunga vitabu wakiwa katika safari wakiwa katika hali. Kuna mwingine mwanachuoni kapoza chini huku, ndo akapata nafasi ya kutunga vitabu. Hivi vitabu vyote, Zadul Maad, ni vitabu vimetungwa, wenyewe wamevitunga, wako katika hali ya dhiki. Na hawa wanatukusanyia hadithi mpaka wamezileta hizi, ni mafukara hawa ufukara wao ndio umewafanya wakatabara, wasiingie katika business, wakae kazi yao wao kufaidisha watu tu. Ingekuwa tajiri asingepatikana hapo, sasa hivi angekuwa anasemea mbali, na mifano ipo.